Barabara kabisa, mpenzi uh, mtazamaji na msikilizaji wa Radio Bayana. Uh, leo tunashukuru uh, tumefika hapa kaunti ya Kwale, hapa Diani, na tuko hapa katika mwaliko wa Restore Africa program ambapo wamealika zaidi ya waandishi 40 kuja kuwashirikisha katika haya mafunzo ya Restore Africa. Na hapa ninaye mmoja wapo uh, uh, ambao ni msimamizi wa program hii, atatueleza ni yapi ambayo yanaendelea na ni kipi ambacho wanatekeleza. Karibu sana asante sana, labda uanze kwa kujitambulisha, wewe ni nani, unatoka wapi na unafanya nini? Asante kwa majina, mimi naitwa Elizabeth Nyagoha, na mimi ni ofisa ambaye nashughulikia maneno ya mali asili ama natural resource management katika mradi wa Restore Africa na tunafanya kazi katika kaunti tano ambapo huku Coastal Region tuko na Kilifi na Kwale na Western Region tuko na Elgeyo Marakwet, Narok na Migori. Na lengo kuu la huu mradi ni kuhakikisha kwamba tunahamasisha wakulima wadogo wadogo kuhusiana na maneno ya uh, kuregesha ardhi ama restoration, kuhakikisha kwamba wakulima wanajua kuhusu mambo ya kuimarisha kipato chao na pia mradi unahusu mambo ya uh, kuondoa hewa ka ama carbon. Mm-hmm. Shukran sana uh, wakati tulikuwa tunajifundisha uh, wakati ulikuwa unawasilisha uh, wasili, wasilisho lako umeweza kuzungumzia kaunti yetu ya Kilifi. Labda unaweza kutueleza kwa ufupi uh, kwa yule msikilizaji na mtazamaji ambaye anatoka kaunti ya Kilifi, mumeweza kufikia maeneo gani katika kaunti ya Kilifi na mumeweza kufanya nini? Asante sana. Uh, katika kaunti ya Kilifi tuko katika Magarini, Malindi, Ganze, Kaloleni na Chumi, na katika hizi sehemu tumeweza kuhakikisha kwamba tumefanya sensitization ya jamii kuhusiana na mradi na pia tumeweza kufanya sensitization na stakeholders ambao wanahusika katika department ya misitu, department ya environment, na pia wale maofisa ambao wanahusika na kilimo katika Uh, departments mbalimbali both za national na pia county. Naam. Shukrani sana. Kwa hivyo pale uh, Malindi uh, na Kilifi County kwa ujumla kuna nini mmeweza kufanya ya kumfikia yule mkulima wa pale chini? Kufikia sasa tumekuwa tukifanya sensitization, tukifanya recruitment ya wakulima, na recruitment yetu katika mradi wa Restore Africa ni recruitment ambayo iko voluntary so mkulima anapoingia katika mradi tunahakikisha kwamba tumemwelezea kuhusu mradi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tumemwelezea mradi unahusu nini, ni benefits gani ambazo ataweza kupata akijiunga na mradi, ni mambo gani ambayo ataweza kujiunga nayo katika upanzi ama kuimarisha eh, hali ya jamii ama livelihoods, na pia ni benefits zipi ambazo atapata katika kile kitengo cha carbon. So tumeweza kufanya mambo mengi Tumeweza kupanda miti elfu arobaini katika sehemu ya Ganze kule Sokoke, na huu mwaka tunatarajia ya kwamba uh, huu msimu wa mvua ukiisha, tutakuwa tumepanda zaidi ya miti elfu mia mbili na tisini shukran sana. Tukimalizia, una ujumbe gani kwa yule mkazi wa Kilifi na zile eh, ah, kaunti ndogo ambazo umeweza kuzungumzia, Malindi Ganze, Magarini na kadhalika. Una ujumbe gani kwa wakazi wa maeneo yale kutoka katika uh, Restore Africa? Uh, ningependa kuwaelezea kwamba uh, mambo ya restoration ni mambo ambayo inafaa kila mmoja wetu azingatie. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwa kwamba mazingira yake kwa yako sawasawa, kwa sababu ya sisi wenyewe na hata vizazi ambavyo vitakuja, kwa sababu tuna saa hizi tunapata mambo ya tabia nchi, imekuwa imekuja kwa mfumo sana, iko na effects mbalimbali, mvua inakosekana, ama saa zingine joto linakuwa jingi, wakati mwingine tunakuwa na floods. So ningeweza kuwahamasisha ya kwamba waweze kuingia katika mradi na wa embrace maneno ya upanzi wa mti, na pia waweze kuimarisha kipato chao ili ya kwamba tuweze kuona e, vizazi vyetu ambavyo vitakuja baadaye wataweza kuwa na mazingira ambayo iko sawa sawa. Shukran sana. Asante uh, mtazamaji na msikilizaji, umeweza kusikia kutoka kwa mtaalam kutoka Restore Africa uh, kwa Kiingereza wanasema restore, restore by growing trees uh, livelihood and by credit. Ndio ujumbe mkubwa ambao wana Restore Africa wanatuuzia hapa na wanatuelimisha hapa katika kaunti ya Kwale hapa hapa maeneo ya pwani, kwa hivyo tunashukuru sana na kutoka kwangu mimi mdarisi mdadisi, tunashukuru sana. Tutazidi kukita kambi, tutazidi kushirikiana na wana Restore Africa ili kuona kwamba mazingira yetu yanarudi sawa sawa, hususan katika kaunti ya Kilifi. Shukrani sana.